Karibu katika chaneli yetu ya WhatsApp inayoitwa Ajira Zote Tanzania. Katika video hii nitakuelekeza ni jinsi gani unaweza kudownload PDF za majina ya kuitwa kwenye usaili kutoka majimbo mbalimbali Tanzania. Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani tunaweza kudownload majina ya jimbo la Temeke, Chamazi pamoja na Magara. Hivyo usisahau kusubscribe, kushana na comment kwa kwanza, endapo tutatoa mwendelezo wa video nyingine ili kuweza kudownload. Kama umejiunga katika group letu ama umekutana na link nyingine kutoka katika vyanzo mbalimbali, baada ya kuingia katika link hiyo utabonyeza katika linki na kuingia kama tunavyoona utasoma maelekezo ya tangazo. Sasa sisi tutakwenda katika mkoa wa Dar es Salaam, tutabonyeza Dar es Salaam, itafunguka peji ya majina ya kuitwa katika usaili mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo baada ya hapo tutakwenda katika wilaya e, pamoja na manispaa zote zinazopatikana hizi katika peji hii. Sasa sisi tumesema tunatolea mfano e, manispaa ya Temeke, tutabonyeza hapa kulipoandikwa kwa Temeke mbagala na Chamazi. Baada ya hapo, itafunguka peji na uhusu majina ya kuitwa kwenye usaili katika wilaya halmashauri ya manispaa ya Temeke kama tunavyoona kwa hiyo baada ya hapo kushuka chini hapa, tutabonyeza hapa kulipoandikwa Temeke. Baada ya hapo itaku ita kudirect kuchagua account, kama ukiwa unatumia account zaidi ya moja katika simu zako, maana ukiwa na email zaidi ya moja. Lakini wengine pia inaweza ikawaambia wachague app yoyote, ili waweze kuendelea, kama amefungulia labda ni amefungulia yale tangazo hili la kuitwa kwenye usaili kupitia Google. Kwa hiyo itakuuliza uweze kuendelea kwa kuchagua Chrome ama Firefox ama Opera Mini kama zikiwepo katika simu yako. Kwa hiyo baada ya hapo utapata preview page kama hii, ambayo unaweza ukayaangalia haya majina, lakini kama ukitaka kudownload, utakuja hapa juu katika hivi vidoti vitatu, utabonyeza baada ya hapo utakutana na machaguo mengi. Sasa sisi kwa kwetu tunataka kudownload ili kuhifadhi PDF hii -e katika simu yetu, tutachagua kuipoandikwa download, utabonyeza hilo neno download. Kama tunavyoona imeanza kupakia, imeanza kudownload na tayari imekuwa downloaded. Maana yake ni kwamba inapatikana katika simu yetu, kwa hiyo hapo tutakuwa tayari tumesha Tumeshaweza ku download PDF ya majina ya kuitwa kwenye usaili halmashauri ya manispaa ya Temeke. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tuka, tuka download PDF mbalimbali mbali kutoka katika majimbo yote ambayo ya yameshatangaza majina ya kuitwa kwenye usaili.